Koitalel Arap Samoei, mtume aliyepinga dola ya kibepari. Baada ya kupigwa mawe na kuuawa Kimnyole Arap Turukat, orkoyote anayeheshimika wa Nandi, wengi waliamini kuwa moto wa unabii ulikuwa umezima, lakini kutokana na hasara hiyo aliinukia mwanawe mdogo zaidi Koitalel Arap Samoei, ambaye angeendeleza maono ya baba yake na katika upinzani mkali katika vilima vyenye ukungu vya Nandi, ambapo mababu huzungumza kupitia upepo na moto, Koitalel alikuwa zaidi ya kiongozi, alikuwa nabii. Alizaliwa karibu mwaka 1860 huko Samito Aldai, na alirithi sio tu cheo cha baba yake, lakini pia maono yake. Aliweza kubashiri ujio wa nyoka nyeusi, reli iliyopasua ardhi ya Nandi, kuashiria uvamizi wa kigeni. Akiwa ni miaka 25 tu, Koitalel alikuwa orkoyot, kiongozi wa kiroho, mganga na jenerali wa vita. Kwa zaidi ya mwongo mmoja, aliongoza upinzani usiokoma dhidi ya majeshi ya Uingereza, akipinga vikali reli ya Uganda, ambayo ilitishia uhuru wa Nandi. Lakini usaliti uliingia na kukata zaidi kuliko risasi. Mnamo Oktoba 19, mwaka 1905 afisa Mwingereza Richard Meinertzhagen alimvutia kwenye mazungumzo ya amani. Koitalel aliponyoosha mkono wake kwa nia njema, alipigwa risasi peupe. Mkutano wa amani ukageuka kuwa mauaji. Waingereza walikata mwili wake na kubeba fuvu lake hadi London, nyara ya ufalme yenye kutisha. Ingawa kifo chake kilimaliza upinzani wa Nandi, kilipanda pia mbegu ya ustahamilivu. Mwanawe Barsirian Arap Manyei baadaye angekuwa mfungwa wa kisiasa wa Kenya aliyeshikiliwa kwa muda mrefu zaidi, akiendeleza urithi wa ukaidi. Leo Koitalel ameanziwa kama shujaa wa kitaifa. Jumba la kaburi huko Nandi Hills liko katika kumbukumbu -kumbu yake, na chuo kikuu cha Koitalel Arap Samoei kinaitwa jina lake, ukumbusho kwamba ukweli hata unaponyamazishwa bado unasikika. Kisa cha Koitalel Arap Samoei sio tu kuhusu upinzani, ni kuhusu maono, dhabihu na nguvu ya kudumu ya watu ambao walikataa kushinda.